Mpenzi mtazamaji wa CB World TV, nipo mbele zako, ni mtangazaji wako Adam World na leo tutapata kupiga hey, yes, tutapiga story kidogo na wasanii hapa kwetu Baraka, ambao wanafanya kazi nzuri sana na wanajulikana na kazi zao zinasifika. kwa majani tu za za so, hilo jina ni umepewa na wazazi wako ama umejipachika mwenyewe? maana siku hizi ma vijana huwa mnatabia

Hivi ningetaka kujua kazi yako ya uimbaji ama kazi yenu uimbaji umeanza mwaka gani na lini? Okay, kifupi kazi yangu ya muziki nimeanza tangu mwaka wa elfu mbili kumi na kenda, kenda, kenda, kenda, kenda. kenda. kenda. Hmm. Poa sana na hivi, unaweza nikaniambia ni kitu gani ambacho kilikupush mpaka wewe ukafikia kuanza kazi ya uimbaji? Okay, kifupi mimi, kwa sababu muziki mimi nilipenda na ukaniingia sana, nikatuma mpaka mimi na nimetoa nimetoa maisha yangu yote ni katika mziki katika mziki. Hivi pengine kuna wale ambao wamekushauri anza maisha ya mziki, ama kuna wale ambao wamekusupport mpaka, maana nikitazama hapa ni miaka mingi mm, mwaka wa 2018 19 hadi leo hii ni miaka takriban saba hivi kama sichangani. Sasa wengi ikifika miaka miwili mitatu huwa wanafilisika, iweje leo wewe unazidi kuwika na kazi zako zinazidi kusifika? Niweza kaniambia una management ama nini Uh, management, ila kwa sababu, ila tu kuna watu kidogo kidogo wanaonisaidia kunipush katika muziki, unaona. Oh no. Management kidogo kidogo wanaonisaidia kunipush katika muziki, sina kikubwa, kuna mm. Poa sana na hivi, kwa sasa ni wimbo wako gani ambao pengine una hit sana mtaani kwa sasa, ambao ni ngoma yako mpya? Okay, kifupi, mimi muziki na hit sana ni Malkia, kwa sababu mpaka kwa sasa ningali katika account ya TV ni Malkia, Malkia. Hmm. Na hiyo Malkia umefanya na producer gani ili watu wamjue wajue kama kweli ana sifa zake na anastahiliwa kufanywa kazi. Kwa kifupi producer alifaa yo mziki alikuwa producer Andre, yani mziki o alifaa kwa hisia sana na alitoa sawa tu yani, mpaka tu msifie sana producer. Poa sana mtazamaji wetu, usichoke kutufuatilia, kufuatilia chaneli yetu ya CB World TV. Na kama ni mara yako ya kwanza kuifuatilia chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Tuendelee na swali lingine, linakuja bro. Hivi ni changamoto gani ambazo unazozipata ukiwa studio ama ukiwa location unaandaa wimbo wako? Okay, changamoto ni wakati unaingia katika studio changamoto netuaua. Mara producer anaanza kusumbua, lakini Mungu anasaidia tu kila kitu kwenda sawa. Hivi tangu uanze kufanya muziki hujawahi kufanywa wimbo na producer fulani, alafu ule wimbo akakukera hadi ukafikia tu wa kutokuposti ile wimbo? Kifupi, kuna muziki nyingi nimeshatoa yani

Poa sana mpenzi mtazamaji wa CB World TV, zidi kufuatilia chaneli yetu. Ameongea kwamba producer ambaye pengine anamfanya yeye awiki kwa sasa na asikilike mtaani ni Biko Mbondo Sound Records. Vizuri sana na neno gani ambapo pengine waeleze wakaambia mashabiki zako ili wapate shauku ya kufuatilia chaneli yako? Okay, kifupi nitawaambia tu watu kama ni wasanii akawa na wengine ni mashabiki au ni watu wa kusubscribe na kuonekana katika machannel za wasanii wa nyumbani Wasibabu, kwa sababu wasahii bara iko atafika nyuma kufatana na changamoto za k, yani, support yani, kwa kidogo sana. Mara kuna mtu anaweza na kipaji ila kile support nakuwa nakosekana management nyakazalika, yani ya. Poa sana hivi, kwa sasa watazamaji wako wategemee kitu gani ama wimbo gani ambao soni utauposti kabisa ambao ni ngoma umefanya na producer Biko? Ndio hivyo Produza hmm, Bikoma, produza mwingine yote ule na unajua ni ukali sana. na utatikisa wimbo gani? Ni fupi sana ndaondea mafansi wangu wimbo utatikisa sana, ni mimi wangu mimi na na Professor Marungu wimbo unaitwa naoa. naua najua i kisemete na uposti kile kitakuwa sawa kabisa. Naoa ama naoa? Naoa. Okay, watazamaji wa CB World TV msichoke kutufuatilia mpate vitu vizuri vizu sana. Na bro, hivi ni kitu gani, pengine unaweza kuwaambia mashabiki kuhusiana na akaunti yako YouTube? Pengine watu wanaweza wakafata interview hii na wakakupenda sana na wakapenda wajue kazi zako, sasa wanaweza kukupata kwa jina gani YouTube? Kifupi. Okay, akaunti account yangu ya private, yani private yangu ya ingine na sasa kikundi. Poa sana, ila hapo umeongea neno ambalo pengine inaweza waka, ikawa confuse mashabiki, kwa sababu umesema umejitenga. Hiyo inakaja akilini mtu wa lebo ama wa bendi unajitenga na wenzio. Ninavyojua mimi lebo ndio ni kitu unaweza ukawa na akaunti yako tuna, na, watu wengi sana hata wakiwa na classic bendi. Nikizani kila msanii wa classic bendi ana akaunti yake hmm. Mwenyewe kwanza binafsi Tofauti na ya classic band. Hata tukienda watu poa, tutakuta wa kina Danger Boy, wa nani, warishimani kule wote wana account zao. Um, sasa pengine hiyo imekaaje? Kwanza ukajitenga, maana sijelewa vizuri em, nieleweshe yani kifupi kifupi. Ndio kitu ndio, yani hapo nakuambia yeye, Life Band komta Life Band ni yoko komta kikundi, kwa sababu tukitoa wimbo wa kikundi tunapata kutuma katika ile komta kikundi, lakini ile yote nyimbo ya mimi binafsi napata nitume katika account yangu ya page. Vizuri sana na watazamaji wetu wa CB World TV, nikizani mmesikia kitu ambacho Gerard ametoka kuongea hapa, na ni msanii ambaye pengine ni chipukizi bora ambaye anasikika hapa mjini Baraka na tarafani Fizi na kando kando, na kazi zake pia na za live band zinazidi kusifika sana mtandaoni. Pengine niulize swali bro, maana Machipukizi wapo wengi, pengine ningetaka kujua ni gundi gani hapa Baraka ama kandokando kando, ama lebo gani ambao pengine wewe awezi wakafanya kazi zao, ama msanii yoyote ule wa kipekee awezi akafanya kazi yake na akakuja okay? Kwa kuzima wewe kwa kifupi, wasanii uko wengi hapa hapa Baraka na wachipukizi wako wengi, lakini kuna chipukizi yaani ninayosikia sana lakini ana kimbe chembe kidogo ya mavivu nani eti kwa kando dogo kwa kilezo ile ngwa nisikia sana na wengine msantre wanaitwa wa wa, wa Red Star Danger wako wengi, lakini tunawaambia tu wasipe kujitia na sie kwa sababu na sie tuna hata tangu zamani tuna joga mingi, wasipe kujitia na sie sana allora, yani mziki ulianza kabla yao, ndio yani hapo ile kifupi kabisa, shahidi mama zao watakwambia. Nini, poa sana. Umemsikia mtazamaji wetu Chukua neno hii, amesema takana kwamba wasanii wa hapa Bandro kina dogo tulize yana yanawafinya, yani anawameza ya kabisa, yani hivyo nikitaka kuongea watu. Poa, anawafinya kabisa. Amapema sana vizuri sana. Vipi kusu Classic Ben kawachini ha. hapa ni wachegi kwani ni wafuatilia katika muziki yao isa na nakuja kuwatolea Saari, vipi kuhusu wimbo wao wa Adama. Nimesikia ni wimbo ambao pengine umeiti sana mtaani. Ule wimbo umeukubali, ama umeona ni utupolu? Ah, kifupi mzigo uko sawa, kwa video kwa sababu kweli wamejitoa sana kutoa kidogo katika mtaani. Kweli mzigo uko sawa poa sana, na nyuma kamera ipo tu FK kashuta. Tulipata kupiga story na msanii wetu hapa chukizi bora ambaye pengine anafanya kazi nzuri sana. Na mbele yako hapa ni Adam Ward, usichoke kufuatilia channel yetu ya CB World TV. Nyuma kamera yupo 2FK Shooters chao.